Mambo, mtazamaji wetu wa nguvu. Karibu mahali ambapo mara nyingi huwa tunazungumzia zaidi kuhusu yani maana ya habari headlines kupitia mitandao mbalimbali mbali kijamii. Mba ya chini -chini. kijamiisd mwenyewe mwenyewe aliweza kuandika ujumbe mrefu kama aliweza kupitia kupitia ambacho kile ambacho amekiandika mimi nitasummarize, lakini baada baada hapo nitakuja kukuambia kile ambacho ameweza ameweza kureact D'voice kuhusiana na hili hapa swala. D'voice ameweza kufunga kufunguka kidogo maneno ambayo yameweza kuzua sito sana kupitia page ya ya ya mtandao wake wa Instagram. Sasa, kabla ya D'voice kuposti, D'voice amekuja kuposti baada ya kuona zile picha za Diamond Platinum zikiwa zimesambaa, ndivyo alivyokuja kutia neno bwana D'voice mwenyewe msanii wa WCB. So, sasa mbali na hayo yote Diamond Platnumz baada ya kushare zile picha kupitia peji yake ya Instagram, aliweza kuongea mambo mengi, ikiwa ni stori nyingi, akaweza kusema kwamba amejifunza kukaa kimya, hata kama kuna lolote ambalo linatokea, yeye labda akisemwa na watu, kitu ambacho amejifunza ni utulivu wa akili yake pamoja na mdomo wake. Ameweza kuzungumzia kwamba pia ameweza kujifunza zaidi kutokufanya interview pale pindi ambapo kuna jambo ambalo linamkabili na watu pengine wanahitaji kujua nini ambacho kinaendelea, lakini yeye amejifunza kukaa kimya. Mbali na hayo yote, baada ya Diamond kuposti hizo picha akaandika hiyo caption, na amekuja kureact mwanadada Mange Kimambi e. Katika posti yake ya kwanza, alikuja kusema kwamba hili jambo alipoletewa huu umbea na watu wanne e, watu wanne tofauti tofauti, wakimwambia kwamba Diamond Platnumz amemuoa Zuchu, kwanza kuamini hivyo, akasubiri aje na uthibitisho. Kwa hiyo baada ya Diamond Platnumz kuposti yeye mwenyewe kuhusiana na hili hapa swala bado, mwanadada Mange Kimambi hakusema chochote. Zimepita kama vile dakika ishirini hivi ndo mwanadada Mange Kimambi akaja akasema kwamba hicho ambacho kinaendelea ni uongo mtupu, kuna kitu ambacho anakitengeneza na ni rumors kwamba Diamond Platnumz ni mjanja hapo, kuna kitu ambacho anakitafuta, pengine anataka kuachia ngoma na vitu kama hivyo mwanadada Mange Kimambi aliweza kusema. Lakini pia aliweza kutoa video kama mbili hivi akizungumzia swala hili la Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu, akiendelea kukazia kwamba hawajaoana bado, ni uongo mtupu, amna ambacho kinaendelea, kwa maana kwamba Zuchu analia kila siku anamlilia mama yake kwa, ameweza kuongea mambo mengi sana mwanadada Mange Kimambi akipinga hicho ambacho kina wanaendelea kusema kwamba Diamond Platinumz kuposti zile picha ni uongo mtupu, amna cha ndoa ala cha nini. Lakini baada hapo akaja pia kareact mwanadada mwingine Mai Martha, ambaye yeye alikuja akafunga kwa upande wake, akasema kwamba mwanadada Zuchu amepigwa onyo zito la kutembelea katika nyumba ya Diamond Platinumz, ikiwa walinzi tayari wameshaambiwa wamzuie kama popote pale watamuona akitaka kuingia katika nyumba ya Diamond Platinumz bila maelekezo yote, basi wamzuie asiweze kuingia katika nyumba ya Diamond Platinumz. Lakini pia ikumbuke hapo nyuma kulikuwa eh, kuna sherehe ya Juxi ambayo ilikuwa ni last party ambayo ilifanyika DJ jijini Dar es Salaam ambapo tuliweza kumuona kwamba Damo Platnumz aliweza kuingia katika ukumbi, alipewa nafasi ya kuongea na Juksi, lakini pia aliweza kuimba ule wimbo wake wenye ladha ya pwani ambapo aliweza kusema kwamba wenzako wanaolewa, wewe kwa nini hauolewi? Watu wengi waliweza kufurahia sana hilo jambo wakishangilia, lakini baada hapo aliweza kupewa ongea maneno mafupi ama speech fupi, kufupi Damo Platnumz, mmoja kati ya maneno ambayo aliongea afu yakazua sintofahamu kuhusiana yeye na Zuchu, aliweza kusema kwamba yeye haweza kumshauri Juksi kwenye masuala yote labda ya kuoa na vitu kama hivyo, kwa maana yeye mwenyewe yeye mwenyewe hata ndoa haijui. Kwa hiyo hiyo ni jambo ambalo limeweza kuibua hisia nyingi. Kama ndoa haijui, kwa nini amekuja kuposti hizi picha akisema kwamba alishafunga ndoa kitambo, wakati juzi tu ametoka kusema kwamba ndoa, mambo ya ndoa hayafahamu kivile, maana hayuko kwenye ndoa. Kwa hiyo ni kama vile anajikanyaga, ili jambo limekuja kuwa kuwa kama ni kweli, pengine anataka labda kuacha nyimbo na vitu kama hivyo, japo katika ile video tulisikia kwamba ameweza kutoa mahari na mahari yenyewe ni shilingi milioni nane. Lakini ili jambo mpaka sasa linaenda kuchanganya watu vichwa. Lakini baada hapo, my, my Martha pia aliweza kuposti picha ambayo ilikuwa na ambili mwanaishi hizo picha za Diamond Platinum, zikiwa na Zuchu, akasema kwamba eh, mwanadada

Mbali na hayo yote, ni kitu gani ambacho ameweza kuzungumza D'voice, baada ya hayo yote kuzuka kupitia mtandao wa kijamii? D'voice mapema siku ya jana aliweza kuposti mm, caption ambayo ilikuwa ameandika ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: msinipigie simu mimi mwenyewe nimeona tu kama nyinyi hivyo. Ndivyo alivyoweza kuandika device kupitia peji yake na mtandao wake wa Instagram yani, kwamba watu wasimpigie simu ala kumuuliza kwa maana yeye mwenyewe ameona tu kama watu wengine walivyoona, kwa hiyo hajui chochote kuhusiana hili swala. Kupitia katika upande wa comment section, ni watu gani ambao pengine walijaribu eh, kumimpress na kujaji cha kitu alianza mm, huyo hapa Ankozala akaweza kujibu kwamba akasema kwamba hapana, tutaaminije wewe ndo TBS? Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Ankozala, lakini pia huyo eh, hapa yeye anaweza kusema kwamba au amesha kufukuza mwingine, anaweza kusema kwamba tusipokupigia wewe na Onesmo unataka tumpigie nani mwingine? Hivyo ndivyo we alivyoweza kuandika. Huyo mdau mwingine wa mtandao wa Instagram mwingine anaweza kusema kwamba mbona kama umeongea kichokozi mkubwa wewe <laughs> Eh, mwingine anaweza kusema kwamba tupe kodi yanko. Haya, kwamba wakuache bana haya. Mwingine kipotoshi akaweza kumwambia kwamba e, tunasikia wewe na Onesimo ndo mlikuwa kamati ya vinywaji <laughs> vigumu haya bana, hivyo ndivyo alivyoweza kuandika. Mwingine anaweza kusema anajiona star, eti na kenye kana type majungu, nani kakupigia? Sisi mashabiki tuna namba zako haya <laughs> bana, hivyo ndivyo alivyoweza kumjibu mwanadada huyu. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba Genius device hutaki ushahidi kaka na vitu kama hivyo. Baada ya hayo yote, stori zimekuwa nyingi kule kule kuhusiana na hii swala ya Diamond Platnumz. Nimesikiliza hizi hapo clip ambapo alikuwa anaongea mwanadada Mange Kimambi, kama bado hujazitazama zitazame. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Todd Alexander, na siku tuizi nile kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata update zetu kila wakati na kila muda. Asante Diamond, mdogo wangu wewe, kiboko wewe, nini kiboko dada kadi, nimekubali, nimekubali mama Dangote, wewe kiboko, nimekubali leo. Sasa ndugu zangu, Diamond katusurprise nchi katu surprise, sasa mami, dada enu mna surprise, hizo picha hizo post Diamond leo, hakuna uongo ila kuna mwendelezo hey. Simnaona pale mwisho Diamond kaandika nini, kaandika nini mwishoni? Kaandika afu nitakuja kuwaambia kilichotokea. Mimi nawaambieni leo sasa kilichotokea, namsaidia Diamond kumalizia hiyo caption hey. Alafu kingine nilichojifunza ndugu zangu Nianze kuwaamini wambea wangu, nianze kuwaamini wambea wangu wengine. Maana mi mbea, kama sijakuzoea kama hatuna trust kuniletea habari, nakataa mpaka unipe evidence. Hii habari aina ndoa ya mkeka eh, eh, yani, ingekuwa kwamba ni sinakubali tu kumwamini kila mtu, ningekuwa nishaandika. Anyway, naomba niwakute kwenye app na kwenye subscription. Mtakaa chini ndugu zangu, ha hadijakopa ana msiba saizi oh -oh. ho kwenye maredio Isiwe tabu ndo siku ya siku yo kambebe mzobe mzobe <coughs> akutaka mtu mwingine akutaka nani, mzobe mzobe mpaka kwa mufti, ndo zile picha pale, ndoa imefunga. Diamond akusaini chochote hakuna, si makaratasi walio waliosaini hakuna. Yani ndo ya mkeka ya mkeka kweli. Sasa what happens, I think watu wa app usig niliwambieni ile story storile. Sasa ugomvi wakuishia pale, 3 days kabla ya harusi ya Jux, Diamond kamchapa.